Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha. Happy new year kwa wale wote ambao tulikuwa tujasalimiana na kupeana hai na vitu vingine kama hivyo. Kama kawaida, uh, nyuma ya kamera ama behind the camera yuko Riski bwana, bahati nzuri sana tokea mwaka upite huu ama uingie. Uh, sijaongea kabisa na mamangu hapa, Mama Love Kungu, na nakumbuka mwaka 2025 miongoni mwa watu wangu wa karibu ambao nimefanya nao sana interview za kutosha ni pamoja na Mama Love. Mama, kwema lakini? Alhamdulillah. Heri ya mwaka mpya na kwako pia. Ni kushukuru sana mwaka elfu mbili na ishirini na tano umenipa ko... tunaita content nyingi mm. sana ambazo watu wamezipenda sana. Asante uh, sana. Unahisi mama, ni kwa nini hasa Watanzania wanapenda sana maudhui yako, ambayo ukiazungumza mtandaoni inategemea kila shetani na mbui wake, wapo ambao wanazipenda, wapo pia wanaozichukia lakini ni mshukuru Mwenyezi Mungu wanaonipenda ni wengi kuliko wanaonichukia. E, na mi niseme nawapenda sana hmm. onipenda, na s s wote wanaonipenda na wanaonichukia yeah. wote nawapenda asante sana. Uh, unajua kumpenda mtu anayekuchukia kipaji. yeah. e, sana Kweli? Kabisa na, na na kunauma pia Eh, sana wanakuona, mbona huyu hasemi kitu afanyi kitu hataki kufanyia maudhi yeah. wewe uko vile vile ni kitu kigumu lakini <laughs> alhamdulillah. Na, na, mwaka huu umeanza na, na hekaheka za nyingi sana. Watoto wako wazuri, umekuwa kuwaita hivyo, Harmonize <laughs> na Kajala wameweza kurudiana tena na watu wakaanza kuzungumza pengine hili mama yetu atalisemeaje, atali hasa maana watoto wake wazuri. Sasa hii inakuwa si ni awamu ya nne, ya tatu, ya tano wanaachana narudiana, wanapeana magari, wananyang'anyana baadaye tena wanaendelezana pia. Ina maana gani hasa mama yako ulipoiona hiyo? Ah, kwangu mimi nimeona kuwa mapenzi yao ni ya episode episode. E. yana yeah. <laughs> Mwendelezo tamthilia wanatuletea tamthilia ambayo <laughs> sijui si haijawahi kutokea duniani yeah. Hata Isidingo siliisha yeah. E. Au bado inaendelea basi yeah. <laughs> Itakuwa ndio hiyo yeah. Lakini wanaleta kitu ambacho cha ajabu kweli yeah. Haiwezekani kila siku mtu mnaachana, mnarudiana, mnaachana mm. mnarudiana ah, sio kitu kizuri kwa kweli mtu ukishakaa naye mka mkaa kwenye habari ya mapenzi, mara ya kwanza mkagombana mkakashifiana, alafu mkasameheana mkarudiana mara ya pili, ila mara ya tatu mkirudiana ndo yeah. mchezo unakuwa kama huu, kama mdako vile, mnarusha pa imeanguka chini, pa, imeanguka chini, mnakuwa ni hivi na hakuna mapenzi ya kweli. Niseme ukweli pale We. hayapo We. watu ambao mmekaa kila siku mnaonana kila mmoja anaijua ngozi ya mwenzie, ikibadilika akifanya upele anaijua kila siku, yani mmezoeana mpaka nywele ikitoka sehemu anajua, anakwambia nywele yako moja sehemu fulani imetoka. Ah, hapana, hakuna yeah, ile sio. Ah, lakini kama kuna mapenzi ya zati, nasema kama pengine wasingekuwa wanapendana, wasingekuwa wanarudiana. Amna lolote, hmm, amna lolote. Kila mmoja pale anajipumbaza, unajua kila mmoja hajapata yule mtu sahihi. Ukipata mtu sahihi bwana, urejei makombo ha! kabisa Wee, urejei Wee. E, hakuna kuteseka na mapenzi kwa sababu yule bibi kama mi, hmm. yule mmoja bibi tayari, yule mwingine ndo ana yani, ndo hivyo hivyo, kwa hiyo yu yule hajapata mtu sahihi na yule hajapata ajapata, hapana, umri umri, si ha, ume umri umeshakwenda kabisa pale. Sio hey, vile yeah, unavyokuwa kijana yeah, na ulivyokuwa mtu mzima na sasa hivi mpaka ushapata mjukuu. Amna amna, amna. Yeah. Mishangazi mna watu wanaiona mishangazi tu yeah, lakini ina, ina matatizo yake yeah. Hey, ina matatizo ndiyo oh. mpaka wapate vibanio ni leo unapo haya shughuli gani? unapoijua shughuli huwezi kukaa na yule, yule anakurudia kila siku yoyo, kila siku mnarudia na yoyo e. Ina maana hakuna shughuli pale e. Kila mmoja kashajua mwenzie, hapa nikikaa naye huyu nikifanya hivi shamaliza, basi hmm. Lakini pale jipya hakuna hizo e. Pesa inawezekana pia Manake tuna vitamatamaa vidogo vidogo <laughs> eh, vya kuandikiwa magari yani, yeah. Ah, kwa kunajua kuna wanaume gari kwao yeah. Sio shida zao, sio kabisa, hata nyumba sio shida zao. Kuna watu wamebarikiwa wame yeah. Kuhonga yeah. Ah, wamejaliwa yani, minalfaidhina kwao yeah. Yani wao kuhonga yeah ni kitu ambacho sifa kwao aonekane nimehonga. Kwa hiyo namhonga namuhonga namuhonga, yani ndio aoneshe mapenzi, sio kuhonga eh, kitu hey, mambo ah mm, mm. sijawahi eh. najihonga mwenyewe <laughs> kwanza kuhongwa madhara. Kwa nini? Madhara makubwa, utalipia utalipia jinsi ya kuhongwa wee. mtu anayekuhonga hasa kwa dunia ya sasa, hmm. zamani wako mabibi walikuwa wanapewa majumba haya ya Ilala hmm. wamepewa hivyo hivyo, lakini kuna kitu ambacho walitoa, yeah. ndo waka vitu vizito mapenzi hey. hey. tu, shilingi unaitoa ndo unahongwa, magari unahongwa, nini yani, mtihani hizo hivi hivi shilingi itoke oh, shilingi itoke, ya Kitanzania ya Kenya, <laughs> hey, itoke baki duara, baki tu ibaki duara baki hivyo tu ya popote lakini, <laughs> shilingi itoke hey. mm-hmm. Vya kuhongwa vya vina madhara hey. wa kukuhonga labda atakuwa ni mumeo au baba wa watoto wako, umemzalia watoto, anaweza kusema nampa kitu fulani kwa sababu alinizalia mm. lakini hawa hawa mm. mabitozi hao mabaharia mm. ah, mm. hamna kuongana hao ah, wana kitu wanachokitaka, wanachokitaka wanasema, wana wana shughuli uh, nzima. aliandaa mtoto ka, Paula anaangalia wazazi wake mm. Mm. kwani mm. wale wameoana na ndio nataka niulize wale wameoana no? ah, kama wakivishana pete pete ya, ya, ya <laughs> yeah. mm-hmm. ngapi wake? Ah, kaona kipo kitu labda pale kwa babake. Babake, <laughs> <laughs> baba ake baba wa miujiza. Maana, kuna mababa na kuna mababa wa miujiza ujue ah, kia Mungu hatari eh? pale eh? tusubirini tu ila, ila, maisha mama anabadilika, mtoto kumfanyia baba baba wa kambo pati na baba wako mzazi hmm. Ile ikoje ile, kampenda zaidi kuliko alivyompenda baba babake mzazi, kampenda zaidi kwa kweli mpaka akafanya shughuli tandawazi. ah, Mungu wamzidishie mapenzi na mama yake Feti. Yani ninachokipenda kwao siko sasa hivi yeah. Mtu na mama yake wako vizuri, wako kumlea mtoto yeah, kumlea mjukuu hapo tu ndo ninachokipenda kwao. Lakini lakini mama, tugeukie hili hapa. uh, nimeona watoto wako wazuri, um, Kajala, auntie Ezekiel, uh, nani Jacqueline Wolper, mm, na Irene Woya mm, wana yao wanaita, mm -hmm. A-list imekuwa ikifanya vizuri sana na moja ya yeah. vitu ambavyo kwa kivizungumza kwamba ni kuhusu malezi ya watoto namna mm -hmm. ambavyo anavyokuwa ni magumu, pia unahisi una, una hasa wanawake wanakuwa na faili wapi hasa kwenye malezi ya watoto na ulichokiona. Uh, kwanza mimi pia fans wao mkubwa eh. sana sana niwapongeze sana, sana, sana. Mm. Niwapongeze kwanza wamefanya vizuri sana mm na wamechaguana watu ambao ndio wanajua kupeana makavu live ete. Unajua ukiwa kwenye prod, hiyo mnaita podcast e, kama podcast. ile ikiwa ni vile ete, watu wote mnajuana na mnaweza kila moja akatoa yake ya moyoni ete. Kitu kizuri sana. Kwanza niende kwa kwai Irene. Irene, bwana, nilimuona amesemea kuhusu malezi, watu wanavyomsema kuhusu mtoto wake, lakini akasema yeye ni mzazi analea vile anavyoona yeye ete. Kweli huwezi ukamtabiria mtoto wa mtu kuwa atakuwa hivi atakuwa hivi haiwezekani. E, sisi tunapiga kelele, lakini mleaji ni Mwenyezi Mungu daima. Niseme kwanza, kapambana kumlea mtoto wake, anamsomesha na amejutia kumtoa mitandaoni mtoto wake. Ni kweli jambo baya sana kumtoa mtandaoni mtoto wake, na kama kajutia, ni kitu kizuri. Unajua, mama bora ni yule ambaye anajutia kitu ambacho alichokifanya kwa mtoto wake. Angekuwa hakumweka mitandaoni, saa hizi yule mtoto asingejulikana, asingepata hizo lawama ni kitu kizuri lakini ni mama bora ni yes, yeah. E, mama bora sana sana, yes, hicho yeah. ah, ah. Eh. Tusiombee watoto wa wenzetu bwana, sio, yes, yeah. Sio kitu kizuri kabisa, yaani tusiombee watoto wa wenzetu wala wa kwetu sisi, mm. Yaani duniani tukikaa, tuombeane wote, mm. Tuwe kwa salama na amani, yeah. Watoto wa kiume watakuja kuisha, unajua, yeah. Tutabaki wanawake watupu Oh, hivyo vizazi vinavyoendea e, watoto wa kiume watakuwa, mwanamume mmoja atakuwa anagombaniwa na wanawake mia moja, nakwambia kweli. huko ina, tunakokwenda inakuja ina ina wa, wa, watu walikuwa wanasema akhiri zamani ha? Yani itakuja kuwa siku itafika itatokea mwanamume mmoja anagombaniwa na wanawake kumi ha? Na ndio tunayoyaona sasa he, kwa sababu ndio ana nguvu za kiume plus anazo ha, e, we. Wengine wote watakuwa ndo hivyo si riziki yeah. Wameateleza chooni yeah. Itakuwa hivyo yeah. lakini, e, mm. mm. lakini lakini tutako mzuri pia nani, mwanamume wake anakaa nje mwaka mzima, anakuja narudi sijui na mabegi mawili ya nguo, si matatu si manini yale baadae na kijana ambaye kidogo atakuwa na tembea naye, anampa ushirikiano na nini naye naye, lakini nann aifn nadhani pale anampigia fumbo baba wa watoto wake, anampigia fumbo yn yani kuwa mi umeniacha tu peke yangu hapa, unaniacha nalea watoto. Kwa hiyo wewe uko uko na muda mrefu, unajua kile kitu kinachoitwa hamu ya, ya mapenzi yeah. He, kinatia wazimu he? Sana sana, wee. Ukae na mwenzako mbali miaka nenda miaka rudi, na wewe damu inakuchemka he. Siku zako unapata A, uchizi unauona huo hapo. Si utafutaji, hakuna utafutaji mbele, hakuna Unaambiwa mkate mgumu mbele ya supu? Wee. Hakuna. Eh? Eh, lazima utafutaji unatafuta na bebi usiku anakubembeleza, kubembeleza <gibu> ndiyo anakufanyia masaji eh. Anakusemesha vizuri Wee. Kama kuna sehemu umekosea kwenye biashara, anakwambia hapa utafanya hivi, utafanya vile mm. Ndio raha ya kuwa na mume, Mama, utakusema kwamba mitindo anasaidiwa. Kwa, kwa, kwa, kwa staili hiyo atasaidiwa eh? atasaidiwa eh? ndio kwa kitu labda, labda hana tena zile hamu, zishaisha kwani yeye kashafika utu uzimani kama sie kina Mama Love kungwi. Lakini nikupeni siri, mwanamke ukisema kile ki kitu ukitaki umekikataa, unakikataa kweli, ndiyo kabisa. Mwanamke anaweza kukaa muda mrefu unajua bila ya kuingiliwa, eh, sana akiamua aki aki. Lakini kama hujaamua, ndio unagawa kama peremende. Eh. Na yule, ha, yule pale ngangari yule eh. Eh. Yule ndita ndita. Yaani pale nikimwangalia hata sizioni, sijamsoma yule, hapa kazi tu eh. Mwanamke kazi. Kazi unajua kama zamani ulishapitia pitia, pitia mbiringe bayoyo eh. Ukishafika utuzi u, yani kwenye age fulani mm -hmm. unataka ulee watoto Cheze nao kwa vile vitu unaviweka huko nyuma mm. Lakini kwa baadaye vitarudi tena. Okay, no, vitarudi kwa baadaye sasa hivi hey, okay. sikaamua kulea watoto wake hey. Analea. Lakini badena, sima wanalea e, vitarudi tu mm. Tapata huyo richi mitindo watarudi tena mm -hmm. Watakuwa wanabembea kama kawaida tutakuwa tunawaona yeah. mm. Nani mtu wake sasa hivi hata akija mara nyingi wanakuwa hawapendi kufanya. Eh, yule mtu wake mzima kweli. Kwa hiyo yule analala na mumeo mume, yani mume kageuka huku bwana kageuka huku ah. Itakuwa iko namna hawapendi wenyewe hapo ah, nguvu za kiume zinahusika huko <laughs> hapo zitahusika ah? Ah, kabisa hapo mm, nguvu za kiume chai zitahusika <laughs> Hakuna mwanamume wa hivyo wewe, eh? Unafikiria uh, yupo duniani mwanamume wa hivyo mashaallah, wanagugu mm. Okay, kweli ah, upiti yeah. Labda huyo kashikwa na majini mahaba huyo yeah. Atakuwa eh. <laughs> Jini mahaba atakuwa kamtawala, kawatawala wote wawili <laughs> <laughs> <laughs> Lakini vivi hata wewe mwanamke ulale kitandani na mumeo usiku kucha usimshike hata mguu, kweli asubutu ah, mm. Simaje eti kwamba yeye alimaliza uh, si wiki mbili hmm, akaanza kushiriki tendo yani baada ya kujifungua mtoto I, kika, watu, wanakaka, ukani mjadala fani wanaka naujadili kwamba unataka kujifungua kae muda gani hasa walau ukifanya isiwe na madhara kwa mwanamke. Kwa kawaida ukimaliza ile damu ikishakauka damu, e, kisha kauka damu, hmm, basi una haki ya kulala na mumeo hmm. Sasa unataka umnyime akapate wapi? Yeah. Akapate wapi, umnyime akapate wapi? Yeah. Haiwezekani. Yeah. Hey, kwanza ukizaa uwemo ndani ya nyumba, umomo, umempigia pasi asubuhi shati, memfanyia fanyia masaji, hata msifanye vile vitu. Yeah. Lakini masaji zimo kukanda na vichwa kukanda na miguu, ndio ndio maana yake Yeah. Hey, kabisa. Haijahusu kabisa eti ukae mwaka mzima unanyonyesha, unanyonyesha nini? Mm. Kwani unanyonyesha dunia wee? Mm. Kwa hiyo haki baba umnyime, yeah. ili kwa sababu ya mtoto yeah. Ha -ha. Yeah. Baba umpe haki yake na mtoto umpe haki yake, ndiyo hey. Kwa, kwa sisi Waislamu ukimaliza zile siku ambazo arobaini zimemalizika zote arobaini. Umepata siku zako zimeshaisha kabisa mm. kama ndio unatumika siku arobaini siku arobaini zimekwisha yeah. basi tayari well. Wewe unakoga unajitoharisha, tunasema yeah. unalala na mumeo nafukiza maudi kitandani usiku sasa eh unampa mchezo ukimaliza pale umekwenda kukoga umekoga janaba hmm. unarudi unashika mtoto wako eti watu hmm. kuna kumbembe memenda uongo hmm. pengine mna maradhi yenu huko ndo hmm. mnasema mnabemenda watoto hmm. mtoto anabemendeka kwa damu yake kweli hmm. yule baba yake mzazi hmm. labda unaenda kutembea nje huko kampachika majanaba mtoto kweli lakini baba yake mzazi yeah. Wa kwanza, kuna mwanamke gani anaelala, ana na mumeo alafu asikoge janaba hayupo? Yeah. Yeah, ndiyo. Pengine hasa mama, kwa, kwa ushauri wako sasa, unadhani una katika kile ambacho anachokizungumza, kwa sababu kuna kingine walikuwa anasema. Kwa mfano, kuna point walikuwa anabishana, wakana sema bwana wewe kile, kuna kipindi ulikuwa unashiriki mambo fulani hivi na wanawake wenzako wao wenyewe, wanabishana mle ndani mm-hmm. Vile ku mwanamke kushiriki eh, na, na ah hilo jambo zito sana eh. Kwa hiyo pale katika wale walikuwa wanafanya hilo cho kitu nilimwona nani yule pale, wewe kuna kipindi ulikuwa la haula wala kuwata ila bila Tenebale. Yani Mungu atusaidie sana sana, kwanza no. Sasa pale watoto wao sio, unajua mambo yanaenda naishi yale yeah. watoto wanakuja kuona baadaye, kumbe mama zetu walikuwa hivi.